Vilabu vikubwa nchini Tanzania weekend hii vitashuka dimbani kwenda kuianza safari yao ya kufuzu michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Tukianza na kikosi cha Young Africans, wao watakuwa wageni pale Malawi wakikichapa na kikosi cha Stryker Ranger, lakini pia kwa wekundu Msimbazi Simba, wao watakuwa wageni pale Eswatini wakikichapa na kikosi cha Nsingizi. Na leo Domeko TV tumepata wasaa wa kuzungumza na baadhi ya wadau wa soka eneo la Kizota jijini Dodoma. Ni ana madhumuni ni kutaka kufahamu maoni yao kuelekea michezo hii miwili. Usika pia, nadhani hata kwenye uongozi kulikuwa kuna mambo fulani hayapo sawa, lakini msimu huu viongozi wetu wamejipanga, wako salama, wamejithatiti, kila kitu wamekiweka sawa. Umeona kocha Roman Fort, ana kikosi chake, wachezaji wa uhakika tunao. Kwa hilo si kwetu, tunaona ni kawaida, au wapinzani wetu hawatutusumbua sana japokuwa si hatujawahi kucheza nao lakini ndo tunapambana, tuna tupo kwenye mazoezi, kocha anaingiza vitu vyake, kocha msaidizi naye kaja naye atakuwa na vitu vyake anaingiza ko... gemu itakuwa nzuri, tuna tuna matumaini. Wananchi kama mimi mwananchi wa Yanga naiombea dua timu yangu kwa siku ya Jumamosi kuweza kupata ushindi mat tatu na ewakutosha ili sehemu salama wachezaji wote tunamatumaini nao kwa vile wamesajiliwa, ila tu kuna wachezaji ambao wanaweza kuamua mechi kama wakina mwadu dumbia, wakina pakome zuzwa, eh wakina dube wakina mzize. Inshallah Mungu ataleta rehema zake tashinda. Mchezi kibaya zaidi kwa mfano, Simba unaonyesha mapungufu makubwa, wameleta kocha wa, wa, wa kocha msaidizi, hatimaye amekuwa kocha mkuu wao wamemwachia, baada ya kuongeza dau wamemwachia kaenda waidadu huko, naona sasa wa. Wakitaka kupata mafanikio makubwa ni lazima wawekeze kwa makocha. Unaweza kuwa na wachezaji wazuri, lakini ukawa una kocha mzuri bado haitawapeleka haita, haita bado. Uh, matumaini yangu ya ushindi, naona Simba anaenda kushinda hiyo mechi kwa sababu, cha kwanza tuna mwalimu mpya na pia wachezaji wanatamani wa wamwamini mwalimu, ili pia mashabiki wajiengee imani kwamba tuna kikosi kizuri, tuna mwalimu mzuri, kwaona imani tunakwenda kupata ushindi. Aa, kikubwa ni kujitokeza uwanjani na kuisapoti timu yao na kuwa na imani na timu yao na hisi, hicho ndio kikubwa kinaweza kufanya kafanya ikawapa motisha wachezaji naam. Na hayo na, ndio alikuwa baadhi ya maoni kutoka kwa wadau wa soka hapa eneo la Kizota, wamejaribu kuelezea mengi kuhusiana na mchezo wa kufuzu hatua ya makundi Klabu Bingwa. Ikumbukwe kuwa vilabu vyote wanaenda kuianza safari yao ya awali ya kufuzu hatua ya makundi Klabu Bingwa. Nikiripoti kutoka hapa eneo la Kizota jijini Dodoma, ni mimi Kasim Saadat Othman wa Domeko TV.